Huyu akiwa nyumbani alikuwa akijawa na fikra mbalimbali. Alikuwa amepigwa na butwaa kwa mawazo kwamba ni lini anaweza kuweza kufanya jambo ambalo litafanya kuwa na maendeleo katika kijiji chao, lakini japo kuwa alikuwa akiwaza kulingana na ule mti mkubwa mithili ya mbuyu ambao ulikuwa unategemewa na makafara. Mti huo kihistoria ulikuwa una taratibu za kutoa maji mithili ya damu yenye rangi nyekundu, kiasi kwamba hiyo ni ishara ya kuwa mizimu inahitaji damu. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe na kubonyeza kengele, kubonyeza kitufe. Tunaendeleza na hadithi yetu, simulizi hii ya mji wa uchawi. Mji wa uchawi sasa tukiingia ndani in deep. Uh, katika mazingira haya haya ya mji huo kulikuwa kuna asiri fulani, uh, ya poli, msitu uh, hapo tunamuelezea Flora akiwa ametoka mahali amebebelea matunda, anaenda kupeleka kwa mama Kelin. Mama Kelin uh, ni mama ambaye ni jirani wa jamii moja na Flora. Binti Flora amelelewa katika malezi ya mama wa Kambo. Wakambo aa, kwa sababu baba aliweza fariki mwanzo. Kwa hivyo na mama alifariki. Kwa hiyo binti ni yatima analewa na mama wa Kambo baada ya baba mzazi kuweza kuoa mke wa pili, hivyo basi binti alikulia katika malezi ya stara, malezi ya nidhamu, malezi ya adabu, kiasi kwamba jamii ilimpenda Watu walimfurahia kwa sababu alikuwa ni binti mwenye ucheshi, binti mwenye heshima, alikuwa ni binti mchapakazi, alikuwa ni binti ambaye sio mzurulaji, alikuwa ni mtu ambaye anaenda mahali kwa sababu ya jambo fulani maalum. Hivyo basi katika mji huo huo a, kulizuka mambo tafaruki mengi sana, ikiwa ni mambo ya kuhitaji kuwatoa kafara mabinti ambao ni bikla mabinti kuanzia miaka kumi na nne mpaka ishirini na tano. Hivyo basi ah, kulikuwa kuna uongozi mkubwa wa kifalme ambapo mfalme alihitaji kuweza kumpata binti ambaye ni binti mwenye damu ambayo inamafanya mabadiliko katika aa, utawala wake. Hivyo basi aliweza kumshirikisha mganga mkuu katika kijiji. Mji huo ulikuwa na tawala mbalimbali mbali, ikiwa ni tawala za kifalme. Hivyo watu kwa kuwa walijikita zaidi katika tawala za kuabudu mizimu, hivyo kulikuwa kuna mganga ambaye ni mganga mkuu mganguzi. aa, mfalme aa, kulingana na jambo hilo aliweza kuelezwa kuwa na mganga wake kwamba inastahiki aweze kupata kafara ya binti wa miaka kumi na nne na hivyo basi jicho la tatu liliweza kumwangazia binti Flora katika kijiji hicho. Hivyo mfalme aliweza kuchunguza upatikanaji wa binti huo katika kijiji hicho kikubwa ambacho kilishamiri watu mbalimbali, kilishamiri mila, kilishamiri uh, mvuto wa asili, hivyo katika tawala uh, na ngome ya mfalme mfalme aliagiza watu wakamtafute binti Flora kwa nia njema, wakimlagai kwamba mfalme anahitaji kuweza kumuhitaji kwa ajili ya kuweza kuishi na kumfanyia shughuli yake katika ngome yake ya kifalme. Ndipo binti Flora aliweza kuwasili katika ngome ya mfalme. Ngome ya mfalme ilikuwa ni ngome kubwa, hekalu lililoshamili kila kitu kwa utajiri pamoja na mali zilizotanda paka kutani ikiwa ni madini ya gharama sana ama madini ghali. Sasa Flora alipowasili katika ufalme huu, mfalme alimsifia sana Flora kulingana na mwonekano Flora alivyokuwa binti mtulivu, msalabu, mwenye stara. Alimsifia kwa maneno mengi sana na binti Flora aliweza kumsikiliza mfalme sasa ndipo basi sasa, baada ya Flora kuweza kuchaguliwa kuwa mmoja kati ya mabinti bikla wa mfalme, kuweza kuwa ni wafanyakazi katika ngome kuu ya kifalme. Katika utawala wake, mfalme alihitaji kuweza kuzungukwa na vibinti bikla bikla, ili aweze kuulinda mfalme wake, na pia iweze kumpa wepesi pale ambapo atahitaji kutoa kafara, aweze kupata kafara kwa urahisi hapo hapo akiwa kwake. Uh, utawala wa mfalme huyu ambaye alikuwa ni mfalme mwenye nguvu akitegemea mizimu pamoja na mambo ya kafara. Ndipo sasa alipokuwa akizunguka huku na kule, akielekea kule na kule, ilitokea tetemeko kubwa katika mji huo, ilitokea ukame usioweza kuelezeka, njaa iliweza kuwatesa watu. Watu walimlilia Mungu ambapo kwenye shida bali kwenye raha au kukumbuka Mungu. Ndipo hali ilikuwa tete sana, kiasi kwamba ukame ulishamiri kila mahali, hata miti nayo ilikauka na kupauka hasa kweli kweli. Watu ndio siseme, walilia njaa. Kwa upande wa mfalme, naye hali ilikuwa ni tete sana, sasa ikahitajika aweze kutoa kafara. Alifanikiwa kutoa baadhi ya kafara, lakini hali iliendelea kuwa tete mizimu bado ilihitaji damu zaidi, na ndipo saa akaweza kufikiria upande wa pili kuweza kumtoa binti Flora, awe ndiyo chambo wa kafara na kuweza kuondoa au kuondokana na matatizo yaliyo washamiri kwa sasa. Wanakijiji wanakijiji walikusanyika na kuweza kutoa uh, vyakula vyao, akiba yao na kila kitu pamoja na mali zao kwa mganga mkuu ambaye alikuwa ni mganga aliyoweza kuwatawala katika fikra zao sasa, na ndipo sasa wote walikusanyika na kwenda katika mti mkubwa, mti ulioonekana kama misiri ya mbuyu mkubwa mnene, ambao unatema damu mithili ya maji yatotokayo bombani, na ni mti mkubwa sana na unazungumza huko. Miali ya moto, miali ya mithili ya radi ikitokea ulimwenguni kuangaza, kwamba mizimu imekasirika inahitaji damu asili ya ukame, hali mbaya. Watu walikuwa wana hali mbaya kiasi kwamba hakukuwa na ufadhili hata kidogo. Kila mtu alilia, hali ni mbaya, na ndipo saa ikatokea njia na agizo kutoka kwa mfalme mkuu kwamba binti atolewe kafala, binti Fulola, Fulola atolewe kafala. Na ndipo Fulola alikuwa hajui hili wala lile, japo aliweza pata habari za utawala huu kwamba ikifika wakati mgumu kwamba unasishwa katika kafara. Binti huyo alikuwa ni binti mwenye nidhamu, kama nilivyosema awali, alikuwa ni binti mwenye tabia njema, alikuwa ni binti msikivu, kabla ya yote, ni binti ambaye alikuwa na uwezo ndani yake usioonekana, ni binti ambaye ilikuwa ni chaguo la Mwenyezi Mungu, kwa sababu toka mwanzo nilisimulia kwamba ni binti ambaye alikuwa hajapendezwa na mila potofu zilizokuwa zinatawala katika kijiji hicho zilizokuwa zinashamiri kwenye mji huo. Ndipo sa binti alilazwa mbele ya mti mkubwa, walimtoa na kumpeleka hapo ili awe chakula. Cha ajabu kilichotokea, ilitokea mwale mkubwa sana kutoka juu, mwale ambao ulitokea ukaacha kulamba chakula kama sadaka wala kumlamba binti kama sadaka, na mwali huo ulienda kuwalamba kuwalamba kuwalamba watu ambao walikuwa wanasubiri na kushuhudia u, utokeaji wa jambo hilo, binti aweze kutolewa kafala. Mwale mkali ulitokea na kuwashangaza watu wengi sana. Watu walishangaa kiasi kwamba hili limewezea ni kutokea tokea vipi? Inakuwaje mizimu ikosee kuweza kunyonya damu na kuweza kunyonya sehemu ambako siko kwa kweli kwa siku ile jaribio la kumtoa biflora kafala au binti Flora ilikuwa ni jambo gumu sana na lilishindikana. hali hali Iliwafanya wengi kushangazwa kiasi kwamba mpaka mfalme alichanganyikiwa. Kulitokea mwale na mwanga mkali sana juu, kiasi kwamba kila mtu alishangazwa na uwezo ambao ulijitokeza kwenye nyuso za binti Flora. Binti Flora nyuso zake ziliweza kung'aa pia na kuwa nyeupe mithili ya almasi iliyoshamili na kung'aa sehemu ambapo kuna giza. Kweli siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo iliwashangaza wengi sana, kwa sababu ya tukio kulionekana, tukio la ajabu sana. Kumbuka mji huu, watu wengi sana wanategemea katika swala la mizimu, swala ambalo liliwatawala wengi katika ushirikina, uchawi, kulogana kutupiana vimbola. Kwa hivyo mji huu siku hiyo ya kafala iliwashangaza hadi wachawi, manajimu, wataalam wa ganga, watu wote wenye uwezo wa mbalimbali wakimiujiza iliwashangaza. Ndipo binti Flora akaweza kufunguliwa katika kiti na kichanja cha kafala na kutolewa hapo na kupelekwa mahali stahiki, kwa sababu aliwashangaza wengi, huku nuru yake ya kichwa ikingaa na kushamili ikingaa katika giza na haikuwa usiku bali kulitokea hali fulani ya uhafifu wa, wa mbalamwezi na jua lilifichwa kiasi kwamba kulitokea kama giza ya usiku japo ilikuwa msiri ya saa sita mchana. Hali hii iliwashangaza watu wengi sana, hata manajimu wasomanyota walishangazwa na jambo hilo. Ndipo ikagundulikwa kwamba huyu binti hana uwezo wa kawaida, hata mganga mnajimu alishindwa kuelewa hali hiyo ndipo na mfalme aliweza kuagiza watu warudi katika makazi yao. Hivyo walinzi wakusanya baadhi ya maiti ambazo zililambwa na radi toka juu, kiasi kwamba kafara ilitolewa ilikuwa haikupendwa na kuchukua damu za watu wengine. Kikweli hali hiyo iliwashangaza wengi sana na ndipo mti ulikuwa na ishara ya kutema damu nyeusi badala ya nyekundu. Ishara za mizimu zilitegemea mti huo mkubwa ambao ulionekana mwonekano kama baobab tree au kwa Kiswahili tunaita mtu wa mbuyu. Watu walirudi katika makazi yao, shughuli zao, na binti Flora alichukuliwa na dada yake binti zu kwenda kumpeleka kwao. Hali hii iliweza kuwafanya watu kuweza kukaa kimya, hata mfalme naye alishindwa kubabwaja, kwa sababu ilikuwa ni hali ya ajabu, hali ya vitisho, hali ambayo ilikuwa haijazoeleka. Kumbuka, mji umetawaliwa na hali ya ukame, mvua imekuwa hainyeshi tena. Tunarudi kwa kina binti Flora. Mama mzazi wa binti Flora ambaye ni mama wa Kambo pia, anamshauri binti Flora aweze kuhama mji kutoka katika mji wao na kwenda mbali. Binti naye anajibu anamwambia mama, huu ndo mji mahali ambapo nilizaliwa na mimi ndio nimekuja, nimechaguliwa kuleta mabadiliko katika mji wangu huu. Hali ambayo ilimshangaza sana mama huyo wa Kambo na kumfanya ashikwe na tamaa. ausiku kulikuwa kuna kiza kiza ambacho kilifanya juu kwenye kiza kuweze kuwa na nuru kiasi kwamba nyota ziling'aa sana, ikiwa ni ishara ya ushindi kwa Flora. Kumbuka msimuliaji hapa ni Mr. Sox anazungumza hizi kama habari na dukuduku zilizotokea katika kijiji cha mji huo wa Kamala, mji ambao ulishamiri sana misiri ya watu kutegemea mambo ya ushirikina. Kiukweli, hali ya maisha ilikuwa ni hali duni sana, kwa sababu hali ya ukame iliyopelekewa kuchukiwa kwa miungu. Miungu ilichukia, wanakijiji waliteseka. Watu waishangazwa na ujio wa Flora kutoka katika hali ambayo ilikuwa ni kama hali ya kukosa uhuru. Flora alipotoka katika ngome ya ufalme, kila mtu alishangazwa, japokuwa wanakijiji wengi walioshuhudia tukio lile walijua kwamba Flora sio binti wa kawaida. Uh, jamii ziliendelea na shughuli zao, watu waliendelea katika hali zao za kawaida. Ulitokea hali ya kushangaza, kwa sababu ukimya wa mfalme uliweza kuwashangaza wengi sana. Hata bwana mganga naye, katika mji wake mahali alipokuwa akiishi, akuendeleza tena shughuli za uganga, kwa sababu hali iliwatia aibu na kuwafanya washangazwe na tukio la ajabu lililotokea hivi karibuni. Kwa upande wa mfalme aliweza kupunguza baadhi ya walinzi kiasi kwamba utawala wake, kila mtu aliona kama utawala ambao haufai, kwa sababu mfalme alikuwa akiongoza kimabavu sana. Hali hiyo iliweza kuwafanya watu wengi sana kujitenga na mfalme. Mfalme alikuwa mbinafsi, ni mfalme ambaye hata damu za wanyama huwa anakunywa zikiwa mbichi. Hali hiyo iliwafanya watu wengi sana washindwe kuweza kuwa na ukaribu na mtu huyu ambaye ni mfalme wa kijiji hichi. Ah, kulitokea sitofahamu kwa sababu Flora na mama yake walipotea ghafla na kutojulikana walienda kuenda wapi kwa sababu Flora alikuwa na uwezo wa ajabu sana, alikuwa ni binti mwenye uwezo na kipaji cha pekee sana kwa sababu ni mtu ambaye aliumbwa kuja kuweza kuikomboa jamii yake Mfalme pamoja na, na falme zingine za karibuni zilipata taarifa na ujumbe huu mzito, kwa kuwa mfalme anayumba na kuyumbisha kijiji chake anashindwa kukipeleka katika hali ambayo ni ya matumaini tumaini, tumaini jema. Hivyo, katika hali ya kushangaza, binti Flora na mama yake waliweza kuja kwa mfalme kwa mara nyingine, hali iliyoshangaza mfalme na Flora alikuja kwa mfalme kuweza kumuomba mfalme aweze kutoa kafara wa nguvu mia tano pamoja na kondoo mia elfu na mia mbili, kiasi kwamba hali hiyo ilimshangaza sana mfalme, kwa sababu mfalme alikuwa akizoea sana kutoa kafara za binadamu, hasa mabinti, kitu ambacho kilimfanya mfalme ashangazwe kwa sababu yale yalikuwa ni maono kutoka kwa binti Flora. Flora alisema hapo, ukitoa kafara wanyama hali itarejea kuwa shwali. Japo mfalme alikuwa bado hajamwamini Flora kwa asilimia zote, alikuwa bado anamwamini mganga wake ambaye ni mganga Kamara kutoka katika mji ule wa Kamara wenye mti mkubwa utoao damu, ishara ya mzimu kutaka damu. Hivyo mfalme alimsikiliza Flora, wazo lake hilo la kuhitaji kuikomboa jamii yake katika mji huo, mji wa uchawi. Basi Flora aliweza rejea kwao. Mfalme alitafakari na kufikiria wazo hile la Flora kiasi kwamba aliweza kumuita na mganga Kamala. Mganga Kamala alivyowasili, aliweza kupinga wazo lake alivyoambiwa na mfalme kwamba limetoka kwa binti Flora. Mganga aliweza fikiria na kutafakari kwamba kibalo chake kitaosha nyasi. Na atazalaulika katika jamii nzima na kuonekana hafai. Yeye alisema akamatwe Flora na tumlete aweze tolewa kafara kwa mara nyingine, pengine mizimu siku hiyo haikufanya haikutambua uwepo wa Flora. Basi walipanga siku na masaa wasaa na wakati sahihi wa kuweza kumnasa Flora na kumleta katika kafara nyingine, ambayo ni kafara ya kumtoa Flora. Mfalme alikuwa hajamwamini Flora kwa sababu kwanza, alikuwa ni binti mwenye umri ambao ni mdogo, lakini mwenye umbo dogo, kiasi kwamba unaweza ukamdhalau kwa mawazo yake, lakini binti alikuwa anahitaji kutoa wazo jema sana kulingana na jamii yake na mawazo yake yalikuwa ni mawazo ya fahayo kuliko mawazo ya mganga Kamala. Basi bana. Weekend moja kulitokea mkusanyiko wa na kijiji mbalimbali. Walifanya tambiko kama ilivyo kawaida na kuweza kuzunguka ule mti mkubwa wa baobab tree au kwa Kiswahili tunaita mti wa mti wa Ubuyu. Mti wa Mbuyu huo, ambao ulizoeleka sana katika mji huo wa Uchawi kuweza kutoa kafara kafara mbalimbali ikiwa ni za mabinti waliobikira liletwa meza kubwa sana e, iletwa meza kubwa sana ili alazwe binti Flora baada ya kukamatwa. Basi bana. Siku hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana kwa mganga pamoja na mfalme wake, kwa sababu baada ya kutaka kujaribu tukio hilo, kuna jambo la ajabu na la kushangaza ulimwengu lilitokea eneo hilo, kitu ambacho kilifanya kila mtu aweze kukimbia na kuweza kuchanja mbuga yake. Basi bana. tukio lilianzishwa Hatua na harakati za kuweza kumkamata Flora zilifanyika. Flora akaletwa katika eneo la kafara ili aweze kutolewa kafara, iwe sadaka ya ukombozi katika kijiji hicho, ili mvua pamoja na matokeo mazuri na maendeleo ya jamii yaweze kutokea. Walihitaji damu na moyo na nafsi pamoja na nafsi ya Flora. Hivyo basi, Flora alilazwa chali ili aweze kukatwa shingo na damu yake iweze kufyonzwa na kuweza kuunganishwa pamoja na damu zilizopo katika mji huo, ikiwa ni kuweza kukomboa wanakijiji pamoja na laana pamoja na mikosi, hali ya ukame, hali ya maendeleo kukosekana, maduni hali duni kiasi kwamba watu wanashindwa kuwa na hali nzuri. Basi bana mfalme pamoja na mganga wake mganga Kamala walifanya matambiko yao. Huku kwa mfalme hali ilikuwa shwari sana kwa sababu hali ye, hali ye nje ilikuwa mbaya japo yeye hali yake shwari, ila siku hiyo mfalme aliweza tema cheche alikiona cha mtema kuni, baada ya kumpinga Flora wazo lake. Basi bwana <laughs> siku hiyo watu na kijiji wengi walikusanyika katika eneo la tukio eneo la mji mkubwa, kuo mji wa uchawi, na eneo hilo lilikuwa na mti mkubwa, kama nilivyosema mwanzoni kuwa ulikuwa ni mti wa kubwa mithili ya mti wa baobab tree kwa hapa nchini kwetu, kwa Kiswahili tunaita mti wa mbuyu. Basi bwana, harakati za kuweza kumtoa kafara Flora zilianza. Watu walipiga matambiko ya namna mbalimbali, mganga aliitisha mizimu ya kutoka kaskazini, kusini, mashariki, kusi kote, pepo za kusi na pwani zilipiga. Basi bwana, hali ya kushangaza, kwanza nuru ilianza kuwaka kwenye uso, kwenye nyuso ya Flora. Binti Flora alikuwa alikitoa sauti mungurumo kama simba, hali iliwashangaza watu wengi sana. Wskamba walilala chali na kushangazwa na kutoa macho kama vile wamebanwa na spoko katika macho yao na Kobe, na tunusi uweza kuachia. Hali hiyo ilifanya kwamba utokee mtetemo mkubwa na mwanga mkali sana ambao iliweza kufunga mara mwezi na kutokea kiza ambacho kiza kilikuwa ni kiza kikuu. Sauti ilitokea moto na radi narad ilitoka bwana. Iliweza kumlamba kwanza kanza na mfalme ikafata mganga ikafata na walinzi wote. Lakini binti Flora alikuwa amekaa pale, hali ya kushangaza kiasi kwamba nuru ilikuwa ikimng'aa katika nyuso zake. Kiukweli, hali hiyo iliwashangaza wengi sana, na wengi walimsujudia sana Mungu wa Flora. Watu walibaki wakishangaa, kiasi kwamba hii kitu imewezekana wezekana vipi? Mfalme ameteketea kiasi kirahisi namna hii na mganga wake ameteketea kiasi kirahisi namna hii. Kulitokea mwanga mkali na sauti kuu ikisema, huyu ndo mchaguo wangu, huyu ndo mrithi, huyu ndo mtu pekee wa kuweza kukomboa mji huu wa Kamala, na watu wote watamwamini binti huyo na kumtamekea binti huyo, na watu wote wataweza kumwamini binti huyo na kuweza kumnyenyekea. Na stori yetu na hadithi yetu imeishia hapo.